Ninafarijika sana ninaporudi katika maandiko matakatifu Biblia. Hapo ndipo tunalipata ama tunaipata faraja, ama ukipenda tumaini, ya kwamba pamoja na maumivu ya kifo pamoja na giza la kifo pamoja na maswali yote yanayotokezea msiba unapopatikana. Na mwingine unaweza ukasema maswali gani pasta? Maswali yanakuwepo mtu anapokufa. Siku zote utakubaliana na mimi, hajawahi kufa mtu ama kufariki, alafu mtu mwingine akakubali tu marehemu huyu amefariki watu wanasema, au labda walimchelewesha hospitali, labda angelikimbizwa India, labda ingelikuwa hivi. Unajua, ni uenda walichelewa kufanya hivi, yule daktari alichelewa, yani kunakuwa na vitu vingi. Haijawahi kutokea msiba tu hivi na watu tukakubali. Hata mtu anavuka barabara akagongwa na gari watu hawakubali tu kwamba ni ajali hii. Watu watakwambia hapana, kuna mkono fulani wa mtu hapa, yale majibu waliojibishana na mtu fulani, huenda yaani. Haijawahi kutokea msiba, hata kipindupindu kitokee past na ikatokea amenaswa na kipindupindu mtu, watasema amna, kipindupindu ni geresha tu, lakini kuna kitu na hiyo ina mwasisi wake ni shetani mwenyewe. Lakini pia kama sehemu pia ya kutafuta walau nafuu ama faraja ya kifo, vile kifo kina uzito, wengi watu wengi tumeenda mbali zaidi kuitafuta hiyo faraja na uponyaji kwa namna fulani, hata tukafika mahali wengine ukasikia wakisema Mtu anapokufa eti Mungu amempenda zaidi eh? Wapendwa, yaani Mungu eti mtu akifa Mungu amefanya nini? Amempenda zaidi? Ezifu tukiwa hivi Mungu hatupendi zaidi, anatupenda kama kidogo hivi, ila sasa akitupenda zaidi yeye, yeah, anatuua? Ha, wala haina ukweli hiyo kitu. Wengi tunasema hivyo ni katika maana tu ya, ya kutafuta healing na comfort ya, ya kifo, lakini tunakosea sana. Mungu hauwi watu eti kusema yeye ndiye anawapenda zaidi, no. Kwa upendo wa Mungu kuwapenda wanadamu, alitupenda upeo hata akamtoa mwanawe pekee Yesu Kristo akafa pale msalabani ili mimi na wewe tuliokuwa wakufa tusife, badala yake tuwe na uzima, warithi wa uzima wa milele. Na kila mtu anapenda kupendwa zaidi, hata kama mtu ana wake wawili ukweli wana, hata maandiko yanasema mtu hawezi akatumikia mabwana wangapi? Wawili, lazima atampenda huyu na huyu. Kwa kweli patakuwa na, na upungufu fulani na huyu ambaye anaonekana kutokupendwa zaidi atatamani na yeye apendwe kama anavyopendwa yule mwingine, si ni kweli? Eh, kama mtu akifa amependwa zaidi sinione. Sasa wale ambao tunatamani kupendwa zaidi hapa hatutaki kupendwa. Maana kupendwa kuzuri, hata mtu anagombana kabisa, anapambana ili apendwe zaidi. Kwa hiyo, wapendwa, ni katika kutafuta tu healing na comfort ya kifo, lakini ukweli ni kwamba Mungu haui watu katika maana ya kwamba amewapenda zaidi.